We bwana, mbona usome kibaba? We hizo asila za nini niambie. We bwana, mbona usome kibaba baba? We hizo asila za nini niambie. Acha asila we baba, nasema kweli, ukiacha ndo mambo yanakuwa shwari. Ona huruma mwenza, mwenzako napenda kweli, tabia zako sizitaki, maidai we ni bwana niko hapo ile. Na leo sikubali. Hizi ndio nilizoweka za za elfu mbili mia moja GB moja. Zote zinaisha kwa DH Star. Dada nimemkubali yule. Sijui niingie TikTok. Ila TikTok sasa wanarusha viclipu tu sana sana. TikTok unaandika midamisi. Nisikia. Mmoja kwanza naingia kwanza YouTube niandike DH Star. Hii hapa nimeipata. Sasa sana. Na mbona sasa ile dai basi. Nipo na produza zangu maski. Wewe bwana mbona unasomeki baba babae? Ee. Izo asila za nini niambie? We bwana, mbona someki baba we? Izo asila za nini niambie? Acha asila we baba, nasema kweli huko huko, naenda dukani, naenda dukani, naenda dukani. Asa sikia, nimekuita hapa kwa shida yangu moja tu, mm. si unaelewa mm. Sasa nataka kukwambia, unanisikia? nakusikia, nakusikia, wewe na wenzio. Sheni kunifatilia, unanihusu mimi na sio nyinyi. Sasa kama mnataka kufuatilia maisha yao mtakufa. Sio umenielewa? Msiba unanihusu mimi na sio nyie vikaragozi. Mimi nataka kunifuatilia, endelee amadha ama, ama heni taunisha na ele wako, hiki nilichokwambia, nikisikie kwa wenzio ama hapa hapa mtaani, wewe ndo nimekuambia, ele wako kawafikishe nao vibarua wenzako, sio umenielewa? Sasa ondoka sasa hivi nisikuone. <coughs> Umenipiga? Umenipiga? Sunamjua mimi, sasa nakwambia leo usiku wa mki, ngoja niondoke nkandae makumbo langu unaona ka kuna vitu vingine vingi tu nilivyona eh? Yaani wameshatupia na hii hapa, kifo cha mwanangu jamani hmm? unaelekea mkasa mkubwa, au kifo cha mwanangu, alafu imeandika historia ya kweli. Ngoja niingie eh? kwa Mungu ni mama. Sasa nimeshaangalia <takes> hmm. mmenifurahisha, yani kwa vile watupie tena mwendelezo.

Hiyo simu kwanza hata. Eh? Namba maji ndio wewe. Maji? Eh, namba maji. Wewe maji? Maji ya nini wewe, na presha ulikuwa nao, nikikupa maji sinakua wewe. Unataka nikuwe? Eh, hebu niambie shida nini. Wewe unaniomba maji shoga yangu. Si nitakuwa na presha uliokuja nao shoga yangu. Niomba niambie ukweli shoga yangu. Hebu tulia shoga yangu. Ah, namba maji.

Sasa nawaonya, endeleeni kubwabwaja, endeleeni kunitangazia hiki mlichokiona hapa wenu. Nikisikia kwa yoyote, kamfikisheni na huyo mwenzeu. <laughs> shoga yangu mwe, rafiki yangu mwe, nafunga zipu mm. Shoga yangu hatani, aki ya Mungu tena, akia Mungu, shoga yangu hatani, nafunga zipu Mama sistahili, jamani. Mashoga ingine tuangalie ile shoga <laughs> Sina cha kuambia, ukweli nishaambia. <laughs> Mama <hapa> <laughs> nyanga zangu <laughs> kwa hiyo ukitaka nisikufuatilie, hata naye kutufuatilia nitetokuonyesha wewe, kisha nitakukata shingo. Na nijua tu wewe ni muoga tu, na laiti ungekuwa sio muoga shingo usingudiondoka na pikipiki yako. Hii ni tela, picha kamili inakuja. Naondoka wewe mchumba, kama chumba wengine kwenye himaya hii.

katika kuna kitu kilitokea cha ajabu kinasababisha mpaka mimi nimeanguka. Kitu cha ajabu? Eh, kwani unijui unijui nini? Bro, kwanza kwanza tukushukuru tumshukuru Mungu ni mzima, hujaumia popote. Sio hujaumia kama sijaumia ila tu pikipiki kidogo ndio. Nimeumia. Ila tukushukuru Mungu ila sikia basi. Hapa ni tusogee kidogo baba, tusogee kidogo pale. Sawa, hamna shida wafundi pale akanitengenezea hapo yeah. Mimi niende nyumbani, wako na maana ama shida wako na maana basi, baadaye mimi nitakuja kutembelea. Basi basi, sawa, hamna shida, au nisukumize au tuibebe, tuibebe bwana